Studio inawaletea salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa thanau lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu, amma baad. Tulikuwa tunazungumzia silsila kwamba sunna itabaki ni sunna hata watu wote wakaipinga na katika kuhuyisha sunna Yataka mtu ajiulize suala moja, wewe kweli unampenda mtume salawatullahi wasalamu alaihi? Ukisema jawabu ndiyo, nnampenda mtume, kwa nini basi usimfuate? Qul in kuntum tuhibbuna llaha fattabiuni, kama sisi tunampenda mnyezimgu basi tumfuate mtume. Hii ni nasi ya Qurani lakini ni jambo gani lenye kumfanya mwanadamu kutoweza kuitabikisha suna? Ni mazoea, ni mikao, mambo haya mawili, na ni jahal. Jambo la tatu ni jahal. Mazoea, nilinyunukia nikawa nimezoea hivi. Ni mikao, kwamba mimi nikitoka nitaonekana mkao wangu umedhuufika, na ni jahal haya peke yake ndiyo yanaomsababishia mtu kutosimama msimamo wa sunna, na lingine ni ghuluu, kupita mipaka kwa lugha za baadhi ya watu ambao wadai wawaita watu kwenye sunna, lakini wawaita watu kwenye mikao. Nao ni mahizbi kama mahizbi wengine hawana tofauti, lakini ile lugha wanaoitumia kwa watu siyo lugha ya kisawa. Mwenyezi Mungu katika Qurani, anatuambia waqulu linnasi husna, waambieni watu maneno mazuri. Kwa hivyo tukimpenda mtume kikweli, tutamfuata na tukimfuata mtume tutafaulu, kwa sababu siku ya hisabu sisi tutaulizwa aliyoyaleta mtume. Wama atakum rasulu fakhudhuhu, aliyowapeni mtume muyachukue. Wamanahakum anhu fantahu, na wale yale aliyowakataza wa, muachane nayo. Sisi siku ya kiama tutaulizwa kumfuata mtume, hatutaulizwa <coughs> kufuata mababu wa watu. Hatutauliza mbona mkumfuata babu wa fulani wala babu wa fulani, tutaulizwa kumfuata mtume sallallahu wa alaihi wasallam. Kwa hivyo <coughs> wewe jiulize swali, unampenda mtume? Ikiwa jawabu lako unampenda mtume, basi mfuate mtume, na suna itaendelea itabaki kuwa suna. Hata ulimwengu mzima ukaipinga suna, haitoondoka suna kwa sababu eti ya upinzani ha, ha. hakuna mtu atakaeweza ku kwa sababu suna ni tafsiri ya Qurani, suna ni mwenendo mzuri wa bwana Mtume salawatullahi wasalamu alaihi, suna ni akhlaqi za Mtume. Nani ataweza kupinga mambo haya? Hakuna atakaeweza. kwa, kwa, kwa hivyo suna itabaki ni suna, upende usipende. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.